na dua siku ya Arafa. Arafa iko mlangoni. Niona nilijibu vizuri ile swali. baada ya siku mbili takriban tutaingia Arafa, na tunajua sehemu tofauti au tunajua sehemu fulani watu wako na itabia, na siku ya Arafa wanaika sehemu kwa kuomba dua. us kulinabihi tunazidi kulinabihi. Eh, watu ambao wako ni masiku ya Arafa, watu kwa sempuli mbili pako: watu wenye wako Arafa na watu wenye hawako Arafa. Katika hiyo siku ya Arafa, watu wenye wako Arafa wanapata uzito miwili, wanapata fadhila mbili, vitu vizito viwili. Kitu cha kwanza kizito, sehemu ile ambayo wako inaitwa Arafat na ile siku ya Arafa kwa hiyo wao wana kitu chao cha kufanya khaswa nacho ni kuomba dua. Dua pale pale kwao ni muhimu, watu wenye wako arafa, dua pale ni muhimu. Hilo ndio la kwao, na kuswaumu ni jambo halifai kwa watu wenye wako arafa, kwa sababu ni sehemu ya kuomba dua na ukiomba dua e, umesaumu utaiomba sana vizuri vizuri. Ndio maana hata kwenye saumu ya Ramadhani unaona watu wanalala mchana, ikifika usiku wakishakula iftari yao, ndio ana wanaambiwa wasali tarawe waombe dua sunaona wa kwa watu wenye wako arafa pale wasiswaumu, bali waombe dua kuanzia baada ya dhuhuri mpaka jua linaingia. Ama watu wenye hawako arafa, ndio sisi sisi tunashughulika na swaumu na siku ya kumdhukuru Allah, tumdhukuru Allah hata e, zile takbira za jamai za pamoja baada ya swala ya e, alfajiri, kuanzia hapo mpaka e, dhuhuri ya l asri kuendelea, na dalili zipo. Tuanze mtu mwenye yuko arafa, tuanze mtu mwenye uko arafa

Anakuaga, anawakurubia, anawachongelea wakina nani? Sasa hao watu watu yoko Arafa, sheikh. Thumma yubahi bihim almalaika, kisha anajifakhiri kwa malaika. Fa yakulu ma arada haula, hao anakuja kufanya nini hapa kwenye uwanja wa Arafa sheikh huyo fanya nini? Kisha katika riwaya nyingine ama asema na wasamehe. Hii hadithi ilikuwa nimeashiria kwenye kwa kichwa bila kuinuku kwenye kitabu, hivi nimeinuku, iko ni Sahihi Muslim.

Hii ndo kauli inawafiki hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na ulama wengi wamekariri hivyo. Na katika vitu ambavyo vina sapoti hii kauli ni kwamba mtu akienda hija, unaweza kumtuma akombee dua. Kwa nini? Sí, laisa illa fi arafat, unakusudia kusudia dua ya pale kwenye Arafa, niende kuombea shehe, kwa sababu ile dua pale ni makbul. Katika sahih Muslim hadithi ya Safwan no Ibn Abdullah Ibn Safwan, alikuwa ni mme wa binti Abudarda sahaba, alikuwa ni mume wa Darda, anasema nimeenda Sham fa ataitu abu Darda manka kwa mkwe wake

pako malaika aliwakilishwa, kila ukimwombea dua Allah yule malaika anaitika amina, anasema na wewe upate kama kisha ukamwombea ndugu yako. Qala fa kharajtu ila suq, akasema nikamaliza mambo kwisha, nipe hiyo fungasho ya faida, nikatoka nikaenda sokoni, falakitu abadara, ndo nikakutana na Abu Darda sahaba. Faqala li mithla dalika yuruhi an nabiy sallallahu alayhi wasallam, vile vile nikaenda kwa haji, namwombea dua anapokea kutoka kwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam habari. Kwa hiyo hii ushahidi wa kuonesha kwamba dua kwa mtu yuko haji Arafa ni ya kwake. Wale watu wenye wanaendaga wanakaa siku ya Arafa hawako Arafa wanaomba dua, ni jambo ambalo inavyodhihirika si sahihi. Naam, ulamaa, wame, likariri, e, nao, na ambako baadhi si wa ulamaa wamelikariri, lakini misho sikia mashahidi maushahidi hayo, na wanasemaga idha qala alinsanu qala llahu qala rasuluhu sudat la adai labwabu nsemagaulama mtu akishasema amt... Allah amesema na mtume amesema basi, anakuwa alimfungia mlango wa kupenyeza mwenye kutaka kutakumkhalifu. Na katika mashahidi ba... ya nguvu ni kuonyesha kwamba hata mtume swallallahu alayhi wasallam siku ya Arafa alikuwa aswaumu siku ya Arafa kule Arafa, alikuwa aswaumu siku ya Arafa kule Arafa aswaumu

Mkajadiliana kuhusu swala ya dini, malaika wanakuwa wanazunguka na kuna thawabu malaika hao. Ni maswahaba walikuwa tofautiana, je, Mtume amesawumu siku ya Arafa? Akasema nikamtumia asa nikamtumia e, chombo cha maziwa aka Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunabaki kwa mtizamo kama msaumu au kusaumu. Nikamtumia chombo cha maziwa, yuko amesimama siku ya Arafa, akanywa

mwaka uliotangulia na utakao kuja unasamehewa madhambi yako. Na katika upokezi ahtasibu ala Allah an yukafira sana allati qablahu wa sanata allati ba'dahu, nataraji Allah kwa mtu akifunga siku ya Arafa amsamehewa madhambi ya mwaka ulioisha na mwaka utakao kuja. Kwa hiyo watu wako Arafa hawasawumu, ndio maana Mtume sallam siku ya Arafa akiwa kule uwanja wa Arafa alikuwa anaenda anasimama kwanza baada ya dhuhuri, anaomba dua mpaka jua linazama na mtu akiwa kwenye saumu hawezi, ndio jambo kusimama kwa sababu baada dhuhuri kuna naomba dua mpaka jioni, lazima ni ngumu, baada ya kuchanga dhuhuri na asr, kwa watu wenyewe wako Arafa wasishughulishi nafsi zao na dua. Dua siku ya Arafa e, ni kama tu siku kumi zisobaki, ni siku bora eh, asingoje kukhasusisha kwa sehemu, bali ukikhasusisha sehemu kakusudia sehemu fulani siku ya Arafa isiyokuwa Arafa ndio dua nakubaliwa na ni bid'a. Ilipokelewa kwa bin Abbas radhiallahu anhu, alikuwa anaenda msikitini anaomba dua nakusanyika humo, lakini hawakusudii sehemu fulani. Lakini kauli marjuh, kauli haina nguvu, kwa sababu haiko waziwazi na hadithi za mtume zinaonyesha kama ziko kinyume nayo. Wallahu alam.